Mungu atakupima kati ya hilo eneo na mambo ya Mungu ili Mungu aone uchaguzi wako. Je, utachagua haya unayo yapenda au utamchagua muumba wako? Ni muhimu tunapomfuata Yesu kuwa makini kwa sababu hatutegemei kuishi vile vile tulivyoamini. Hapana. Tunategemea baada ya kuamini kuna mambo muhimu ambayo tunahitaji, a, Mungu atutendee. Mungu atutendee. Wakati mwingine mtu akitendewa kidogo, anaona tayari imetosha, hana shida kabisa. Biblia inasema mtakapojenga nyumba na, na kukaa na mashamba na mifugo na kusitawi, angalieni msije mkamsahau Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe, nasema Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapimwa katika mafanikio, tunapimwa katika baraka, tunapimwa katika yale ambayo yanatiwa mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani mtu mwingine akifika kwenye eneo la siku ya sikukuu, anaona siku ya sikukuu inamzidi anayesherekewa kwenye sikukuu. Sijui kama naeleweka vizuri, naeleweka vizuri? Yani ni siku ya sikukuu ya huyu Mwokozi, lakini yeye anaandaa sherehe inayozidi kumsherehekea huyu Mwokozi. Mambo ya ajabu. Hii ndiyo inasababisha watu tupoteze neema, neema za aina mbalimbali. Unakuwa mtu wa kawaida wakati ulikuwa umeshachaguliwa kuwa askari. Unakuwa mtu asiye na uwezo wakati ulikuwa umeshaajiriwa kuwa na uwezo. Ulikuwa umeshapewa mamlaka, lakini kwa sababu umeiacha mamlaka ukashikamana na vitu vyenye kuharibika, Mungu anakufanya uwe raia. Mungu anakufanya uwe mtu wa kawaida Mungu yani, anaondoa vitu vile vilivyokuwa nyeti, vilivyokuwa vinafaa wewe uingie vitani kama mpiganaji wa vita, lakini kwa sababu kuna maeneo umeshaachiria, hufai kwenda vitani. hufai kwenda vitani. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana na Haya mambo Yesu alikutana nayo. Yesu katika siku zake alikutana nayo. Usifikiri tu ni Gidioni alikutana nayo, na Yesu alikutana nayo. Mwangalie jirani yako, muulize, unaelewa? Lakini alichokutana nacho Gideon, jirani yako anasemaje? Anaelewa? Ngoja nikuonyeshe alichokutana nacho Yesu, Injili ya Yohana sura ya pili, Injili ya Yohana mtakatifu sura ya pili, hiyo sura ya pili tusome mstari wa ishirini na tatu na mstari wa ishirini na nne anaambiwa ishirini na tatu na ishirini na nne Nasema hata alipokuwapo alipo Yerusalemu, kwenye siku kuu, wakati wa Pasaka, watu wengi waliamini jina lake, walipoziona ishara zake alizozifanya lakini Yesu hakujiaminisha kwao, kwa kuwa yeye aliwajua wote. shina tano, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu, na kwa sababu hakuwa na haja ya mtu kushuhudia habari za mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo ndani ya wanadamu. Muulize Amen. Amen. Amen. jirani yako, umesikia hapo? Huyu ni Bwana na Mwokozi wa watu wote wanaomwamini. Biblia inasema ilikuwa kipindi cha sikukuu ya Pasaka watu wengi waliomwamini jina lake walipoziona ishara zake alizozifanya. Unajua, ishara na maajabu, mtu analazimishwa kuamini. Kwa hiyo walipoona ishara na maajabu, watu waliamini. Lakini sasa ule mstari unaofuata unasema uh, Walipoziona zile ishara zake alizozifanya waliamini, lakini Yesu hakujiamanisha kwao kwa kuwa yeye aliwajua wote. Maana yake walikuwemo wanaogushi ambao hawana imani sahihi. Aliwajua, na leo Yesu anatujua. Bwana Yesu asifiwe. Anawajua wanaume anawajua wanawake, anawajua vijana wa kiume, anawajua vijana wa kike, anawajua. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio sababu mtu, baada ya kuamini, unatakiwa kuwa mtu wa gharama. Yesu akasema, mtu asiyechukua msalaba wake kisha akanifuata hafai kuwa mwanafunzi wangu. Yesu akasema, asiyechukia nafsi yake asiyechukia baba yake au mama yake hafai kuwa mwanafunzi. Sasa kuna vitu vimekamata mioyo yetu, kuna vitu vimekamata maisha yetu, hata mtu hawezi kufanya mapenzi ya Mungu, mtu hawezi kudhibitisha fundisho la kweli la ra Yesu ndani ya maisha yake, kwa sababu ya vile vitu vilivyokamata moyo vile vitu vilivyokamata maisha, vile vitu vilivyokamata mwenendo ambavyo vinasimama kama vizuizi, ili kukuonyesha uwe na dosari katika mwito uliohitiwa, ili kukuonyesha uwe na dosari katika msimamo ulio nao, ili kukuonyesha uwe na dosari katika matendo ya imani. Hivyo vitu hivyo inatakiwa kufanya gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ah, tunapoenda mbele za Mungu ili Mungu aweze kuachilia na Mungu aweze kuturehemu, wababa na wamama, vijana wakubwa kwa wadogo, watu wa Mungu, tufanye maamuzi kutoka katika mioyo yetu, kila mmoja kukataa kwamba njia hii mimi naikataa, matendo haya mimi nayakataa. Hii misimamo ya namna hii mimi naikataa. Nashikamana na, na, na mwokozi wangu, nashikamana na, na mwokozi wangu. Jamani, siyo kula wali na pilau na nyama na soda, hii ni gharama ya utakatifu. Hii ni gharama ya kicho, namna ya kumcha Mungu. Bibilia inasema kumcha Mungu ni kuepukana na uovu. na namna ya kuepukana na vikwazo vyote vinavyokukwamisha kwenye eneo la kumtii Yesu, vikwazo vyote vinavyokukwamisha kwenye eneo la uaminifu juu ya Yesu, maana ndivyo vinaweza kukufanya usiwe asikari anayefaa kwenda vitani lakini mpango wa Mungu wa kutuokoa, mpango wa Mungu wa kutuokoa, Mungu ana mpango wote tuwe wa askari wa baba wa mama vijana wakubwa kwa wadogo, kila mmoja awe askari anayefaa kuingia vitani. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuangalia moyo wako jinsi ulivyo, ni muhimu sana kuangalia mwenendo wako jinsi ulivyo ili wewe uh, ambaye una maamuzi kabisa ya kuwa askari wa Kristo, vile vikwazo uwe na uwezo wa kuvivuka, uwe na uwezo wa kuvipita. Unajua wapendwa, wale watu wote elfu tisa na mia saba unadhani hawakuwa washirika wa Gideon? Nauliza jamani, nawauliza ninyi nyote wale watu elfu tisa mia saba hawakuwa washirika wa Gideon? Walikuwa washirika lakini Ha! maisha yao, mwenendo wao, msimamo wao, matendo yao, haki yao, uaminifu wao ulifanya warudi kambini, warudi kambini. Sasa nikuulize kama unafaa kurudi kambini. Hatujui saa Yesu anarudi kuchukua walio wake kama una sifa za kurudi kambini, Yesu akirudi utaoteshwa mabawa kweli? Tuko tunaimba haleluya, tutaota mabawa haleluya, tutaota mabawa, ha, tutaota mabawa ha. Yesu akirudi tutakwenda naye juu, Yesu akirudi tutakwenda naye juu. Utaota mabawa, ni mtu mwenye sifa ya kurudi nyumbani lazima tutengeneze mazingira. Kila mmoja tengeneza mazingira, mazingira yanayokuzunguka tengeneza mazingira, uwe na mazingira sahihi, uwe na imani sahihi. Maana udhaifu ulio nao Yesu anaujua, maisha ulio nayo Yesu anayajua. Ndiyo maana Yesu hakujiaminisha kwao, maana aliwajua, wametetemeka kuona ishara na maajabu, wakasema na sisi ni wa kwako, na sisi ni wa kwako. Yesu alipoangalia akasema hamna, wame wanaogushi, wame wanaogushi, wote hawajawa sahihi. Hii ndiyo sababu Marko anaonyesha ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, ili watu wasigushi waweze kuelewa walio sahihi, maana mamlaka ya kimungu inakuwa juu yao, hekima na ufunuo.